Swala ambalo nalisikiza zaidi ni zahanati. Zahanati ni huduma muhimu kwa binadamu. Kwa kweli hatuna zahanati. Sasa unajikuta labda kwa mfano mama mama mimi kwa mfano kina mama wajawazito kama haipigajihdiaa leo au nitazaliwa dini. Sasa ukimchelewesha mama mjamzito kwenda mjamzitknda kujifungua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 Watu wa Katumba watoto wao hawataki kulala mle, wazazi hawataki watoto wao walale mle ndani. Wewe umehimiza umeenda bungeni, umemwona Rais ama ukaongezea bweni jingine. Wasiwasi wangu ni mmoja, unatumia nguvu nyingi sana kwa ajili ya watu wa Katumba, watoto wao hawataki alale pale, mtoto wanapangisha watoto mitaani, watoto umetumika spirii nao wanamiji na kwa bahati mbaya wanaolewa kwenye miji hiyo, na kwa bahati mbaya wanaoa vijana. Bwe nini mtoto akikaa atapata maadili ya elimu bora, na walimu wananielewa na uzunguza hapo. Bwe nini mtoto akikaa hatakuwa na bajeti ya chakula. Mtoto anapokaa bwenini anakuwa na bajeti ya chakula, hasomi, anafikiria atakulaje